Zimetolewa fedha wakapewa vijana na wale vijana wakaandaa baadhi ya vijana wachache wachache hivi wakawapapa manyunyu kuambia wenzao, nendeni mkafanye vurugu. Vijana wengine tunawajua, wameondoka juzi juzi tu hapa, wakaenda nchi zingine hapo, wameendaenda hapo, wameendaenda, wanahifadhiwa hapo. Na tunajua kijana mmoja ambaye juzi juzi tu tulikuwa tunaishi naye maisha ya kimaskini hapa, anasongesha songesha na tunaombana ya mpesa, juzi kapewa dola milioni mbili milioni mbili dola milioni mbili ni kama bilioni tano Kijana wa kitanzania na katoka na maisha ya hapa ya kitanzania, sasa anahamisha, anabadili hoteli tu za kitalii, aende Johannesburg, aende Nairobi, aende wapi. Kijana wa kitanzania unakaa miezi mitatu kwenye hoteli ya kitalii na unaitisha na wenzako wanaokubali joni, na nyie njoni, wanakaa kwenye mahoteli ugaibuni hata hapa Arusha tu kijana wa Kitanzania, watanzania nao wafahamu, huwezi ukakaa miezi mitatu hotelini bwanakaa bilioni tano, bilioni tano, bilioni tano ni milioni tano tano, elfu moja ni milioni hamsini, mia ni zahanati mia moja vijiji mia moja ni, ni zahanati zana, ya kujenga vijiji mia moja ni fedha ya kujenga vituo vya afya vya milioni mia tano mia tano kumi, anapewa kijana mmoja, anapewa kijana mmoja na anatunzwa, anaambiwa, wewe kazi yako hii, fedha nunua petroli, ratibu namna ununue petroli, uwape wenzako, wahamasishe, wachome nchi yao. Yule anayetoa hiyo fedha atairudishaje? Huyo mmoja akapewa bilioni tano. Vijana wako wengi wengi hivyo wamepewa. Yule anayetoa hayo mabilioni yote ayo kuwapa vijana atazirudishaje? Kwa nini hatujiulizi?